Wassalatu wassalamu alayhi wa sahbihi wa man wala, amma baad, inshaallah katika bayan ya leo tunazungumzia moja katika matatizo ambayo leo yana ikumba dunia, nayo ni maandamano ya vijana, vijana ambao katika kila jamii huwategemea kuwa ndio nishati muhimu katika kujenga mujtama na kuleta mabadiliko. Ama maandamano ya kwanza ni yale yaliyofanyika katika mji au katika miji mikuu nchini Marekani, nchi ambayo katika ulimwengu ndio kinara wa mfumo wa kibepari na pale kunapotokea aibu za mfumo wa kibepari, Marekani huwa mstari wa mbele katika kufokea mataifa madogo. Nchi hii mwezi wa kumi, tarehe kumi na nane ilikumbwa na maandamano yaliyobebwa katika kauli mbiu knocking protests. Maandamano haya yanatajwa kuwa ni miongoni mwa maandamano makubwa kuwahi kutokea katika taarikhi ya biladi hii. Yalihusisha waandamanaji milioni saba. Hii ni population ya Mombasa zaidi kama mara mbili. Isitoshe, ikashuhudiwa katika miji mikubwa Washington DC New York na kwingineko. Lau uliangalia vizuri, lugha za waandamanaji zilikuwa ni nyingi. Miongoni ya lugha zilizozungumzwa na waandamanaji hawa ni kuchoshwa na utawala wa kiimla wa Trump, na haikuwa siri mmoja katika waandamanaji akashangaa kwa lugha akisema, no health care for you peasants, hakuna afya kwa wewe raia wa kawaida. Ama kwa matajiri akasema, for the queen kuna ball room kuna nyumba ya kisanaa nyumba ya watu kucheza miziki na kunywa. White House inaijenga nyumba hii worth bilioni mia tatu, milioni mia tatu za, za dola Marekani, inajenga jumba la starehe huku raia wengi hawana afya bora. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam huwa alayhi alibashiri zama za utawala wa kidikteta katika hadithi ambayo ipo katika Musnad al-Imamu Ahmad, hadithi pia akaitaja au akaisahihisha Albani katika Asilsilatu as-sahiha inayosimuliwa na Numan bin Bashir radhiyallahu anhu. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ndefu, sema takunu anubuwatu fikum unabi, utakuweko kwenu nyinyi, idha sha Allah an takun, utaendelea kuweko mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala akitaka uweko, thumma yarfauha idha shaa an yarfa'a, kisha Mwenyezi Mungu atauondoa unabii anapotaka kuondoa sallallahu alaihi wasallam akataja, thumma takunu khilafa, kisha itakuja khilafa nayo itaendelea kuweko mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa. Kisha akasema, thumma takunu mulkan jibriyan baada ya mulkan adan, kisha utatokea utawala wa kiimla wa kidikteta. Kwa hiyo maandamano haya ni thibitisho kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno yake hayaruki patupu. Ulimwengu una taarikhi hivi sasa ya kutawaliwa na madikteta, si katika biladi hii ya Marekani, hata katika biladi za Kiislamu walioko hawakutawalishwa kwa ridhaa ya umma, wametawalishwa kimabavu. Maandamano haya yakawa ni makubwa, lakini yakatukumbusha vile vile maandamano ya pili yaliyotokea Kenya mwaka jana, kama mtakumbuka, June 25, maandamano maarufu Gen Z. Trigger ya maandamano haya nini? Ni sera kandamizi za ushuru kwa contained katika finance bill. Watu wakaingia barabarani wakapiga kelele zao na mwisho wakaenda mpaka kuchoma baadhi ya premise ya bunge la Kenya, lakini maandamano ya hivi karibuni ni Tanzania, ambapo miji mikubwa mitatu, Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, ambayo jina hili kwa maandamano haya ya tarehe 29 Oktoba iligeuzwa kuwa si Dar es Salaam tena, ilikuwa sasa ni moshi wa marisasi. Dar es Salaam ni mji ulioanzishwa mwaka wa 1886 na Majid bin Saad. Mji huu ukawa ni mji wa peaceful, ni port city ambayo iliunganisha kitovu cha wana wa Afrika Mashariki kutoka maeneo ya Mogadishu mpaka Sofala chini Mji huu ulikuwa ni mji uliopewa jina zuri zaidi hata kuliko mji wa Baghdad. Dar es Salaam ikageuzwa kuwa ni battle field, ni uwanja wa fujo. Ndugu zangu katika imani, ni muhimu kabla ya kuangalia dondoo za maandamano haya tuangalie, je, hukumu ya Uislamu kuhusu mudhaharat wal ihtijajat. Uislamu una hukumu gani juu ya maandamano? na najua ndugu zangu, zilitoka fatwa kwa wanavioni ambao katika payroll ya serikali kukashifu maandamano, kusema maandamano ni kuleta fitna. Kihakika ndugu zangu, fatwa si masdar tashrii. Masdar atashrii kwa umma wa Kiislamu ni alkitabu wassunna, na hizi ndio masadir al asasiya, misingi ya sheria. Qur'ani inasemaje kuhusu maandamano?

Simamisheni uadilifu katika ulimwengu, simamisheni uadilifu na msimamishe ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikibidi ni juu ya nafsi zenu au ya watu wenu au ya watu wenu wa karibu, kwa wazazi wenu au watu wenu. Maulama wakupitia aya hii wakasema inaruhusiwa kuandamana katika jambo la kupaza sauti juu ya dhulma inayofanywa mahala popote pale, na ndio maana katika fikhi ya kisheria ukimwangalia, Alimamu Abu Hanifa akasema ni muhimu kwanza kuweko kwa haya maandamano, kupazisha sauti. Ikiwa dhulma itakithiri na watu hakuna mpingaji wa ile dhulma, watu watapata madhambi. walau ala anfusikum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa in yakun uh, ghaniyan au fakiran, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkiwa maskini au matajiri au mkiwa matajiri au maskini, fa Allahu aula bihima, yani umaskini wenu, utajiri wenu, hofu yenu kwa wazazi wenu isiwasukume kukataza watu kuingia barabarani na kuandamana mradi maandamano yale yatakuwa kwa nidhamu ambayo inakubalika katika Kiislamu. Miongoni mwa nidhamu inayokubalika katika Uislamu, usivunje mali ya mtu, usiharibu mali ya watu, usimwage damu za watu. Muhammad, wa sallam, Islamu. kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameonyesha Uislamu kuwa ni mfumo wenye uadilifu, wenye utu. Sallallahu alaihi wasallam akasema fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum ka hurmatikum hadha thiyabikum hadha, asema hakika ya mali yenu, yani mali ya muislamu inaitwa mali yenu. Kwa sababu gani? Mimi nikiwa na mali yangu, hakika kihukumu ni mali yako, inatakiwa uhifadhi mali yangu, hufai kuiiba, hufai kuiharibu. Pili, damu hufai kumwaga Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dimaakum, kila mmoja na damu yake, lakini kwa hakika damu za waislamu ni moja. Hufai kuhujumu, hufai kumuua mwislamu yoyote, awe anashiriki katika maandamano au hashiriki katika maandamano. Lakini si hili tu, Uislamu kasema hata cheo chako. Vyeo vyetu ni makosa kuvunjiana hishma katika vyeo, kuandika labda semi za matusi, hii hairuhusiwi kwa hiyo maandamano asili yake ni mubaha ndugu zangu wa Islam, tukirudi katika mambo ambayo nastatiu an nastambit wa nastakhrij min hadhihi uh, almudaharat tunaweza kuyatoa katika maandamano haya katika ulimwengu mzima. Kuna Brazil na wakamoto yaani ni, ni global phenomena. Imekuwa ni tatizo la like kiulimwengu. Maandamano si hapa Kenya, si Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Ni muhimu kuchukua fawaid ambazo tunazipata au je, tuna perspective gani tunataka kuyangalia maandamano haya? Ndugu zangu, kwanza kabisa, kama nilivyosema awali, maandamano haya yanadhihirisha vijana wametupwa katika huu mfumo wa kibepari, hawana chao licha ya kwamba kuahidiwa ahadi chungu zima. Vijana someni, mtapata kazi, wakisoma hakuna kazi licha ya kuambiwa kwamba vijana ndio nguvu kazi ya mustakbal kesho, vijana hutupwa, upewa madrugs na mengineyo. Mwisho wengine uwasukuma vijana katika kileko wanachokiita sanaa. Utaona vijana uenda wazimu, wanajiita eh, tiktokers katika tiktok wanazungumza mporojo na maneno yanayowatoa katika Uislamu wa humla ya shukuru, vijana wametupwa, ndugu zangu na wameona kwamba kuna vacuum, hawakusikizwa na watawala wao. Kwa hivyo lugha pekee ya vijana wameona waandamane katika hali kama hii. Kwa hivyo hili ni funzo la kwanza, lakini masikitiko, ndugu zangu, maandamano haya hayana political awareness, hayana alwayu siasi, na ndio maana wa magharibi hutekanyara hisia zao. Tashangaa maandamano watu wanafanya kweli, lakini mwisho yabadilishwa ya maandamano yale, mmebaka demokrasia imefanywa hivi, aletwa mtu mwingine mbaya zaidi kuliko yeye. Je, mwajua kwamba vijana wanapoandamana ikiwa wamejenga alwayu siasi watafaulu? Na tumeyapata wapi haya? Tumeyapata katika Qurani Tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda baada ya kuelezwa nahnu nakusu alaika nabahum bilhaki innahum fityatun amanu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala asema hakika, tunakusimulia wewe mtume mtukufu wa daraja kisa cha vijana ambao hakika walimwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wakawa na haki na wakaiona haki. Katika aya ya pili Mwenyezi Mungu asema warabatna ala kulubihim, na tukawafungamanisha nyoyo zao kwa imani pale walipofanya nini? Walipo idhamu waliposimama walipoandamana, idhamu waliposimama, walipo walipo kikweli, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, wakasema mola wetu ni mola Mwenyezi Mungu muumba eh, wa mbingu na ardhi. Kwa maana haya vijana hawa ashabul kafu wakanusuriwa na hali ngumu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu walifahamu, wayu walifahamu mwito walioubeba na mabadiliko msingi ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, na hii ndio nukta ya pili. Maandamano haya hayajaleta tija hivyo, kwa sababu wanaoandamana maskini wametekwa nyara, hawafahamu kifika. Tanzania hapa walisema oh, no reforms no election. Hii ndio lugha inaozungumzwa kwamba ati kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndugu zangu hii ni hadaa ya kidemokrasia na hadaa ya mfumo wa kidepari, kwamba ati munapoona aibu za demokrasia, basi shughulikeni mabadiliko cosmetic changes. Ndugu zangu, mfumo wowote muovu haubadilishi kwa kutiwa viraka. Mfumo wowote muovu wenye sera kandamizi hauwezi kubadilishwa through election cycle au mabadiliko. Ndugu zangu, kuna reforms nyingi zimefanywa katika mataifa mengi lakini status quo bado inabakia pale pale. Jambo la pili, ndugu zangu, lalodhihirika katika maandamano haya ni excessive force inayotumika na vyombo vya usalama katika mataifa yakile pale, polisi. Ndugu zangu, Alimamu Abu Hanifa akasema ni wilaya tanfidhia, yeye akasema kiitwe ni shurtwa au kiitwe ni kikosi tanfidhia. Katika sisi Waislamu, polisi wanafungika na mambo manne. Wao ni walinda amani, si wanaovuruga amani. Kwa hivyo katika Uislamu polisi hafai kuwa na combat mentality, anapambana na mtu ambaye maskini hana silaha, lakini arushiwa moshi, bal adha wa amar anauwawa. Ndio maana protest nyingi huwa ni deadly. Huwa watu wanauawa. Pili, Polisi katika Uislamu anaucha Mungu ya kwamba ataulizwa akimdhulumu mtu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka personality kwa sisi Waislamu kwamba hufai kumpiga mtu, hufai kumdhuru mtu. La dharara wala dhirara, qaida na ni hadithi mashhur, hakuna kumdhuru mtu. Polisi kazi yake katika Uislamu ni kumshika mtuhumiwa na kumpeleka mahakamani lakini si kuanza kumchapa na kumuua, kama na wengine kupotezwa na kutojulikana. Hii ndugu zangu, imedhihirisha wazi kwamba vikosi vya jeshi la polisi katika nidhamu za kibepari huhudumikia watawala, hawahudumikii raia. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu, nalodhihirika katika haya maandamano ni wazi kwamba mfumo wa kibepari ndugu zangu umevuta ama unavuta pumzi zake za mwisho. Haya maandamano ni dalili kwamba hakika watu wametupwa katika uchumi. Uchumi ni mwovu, unafaidisha tu wale walioko katika karibu na ngazi za utawala, na ndio maana ngazi za utawala hushikania madaraka kwa sababu wao, siasa kwao ni tija, kwao ni ni tija, yani ni amali ya kujengea umaarufu na pesa, hakuna jingine ndio maana wako tayari kubakia katika utawala na sera zao mbovu, wasijali kuwa watu. Ndugu zangu katika imani, wallahi hakuna uadilifu ila ni kwa Uislamu. Huyu hapa sallallahu alayhi wasallam Mtume ambaye ana mashughuli mengi, mtu ambaye anafikiria ulimwengu napelekwa vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaishi kama baba, anaishi kama baba mlezi wa mayatima. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaonekana yeye na maswahaba wake, mpaka watu wanashangaa, Mtume wenu analala mahala hapa na sisi matajiri wetu, watawala wetu wanalala kwenye mapales na ma mingineyo. Sallallahu alayhi wa sallam, aonekaniwa uadilifu wake Asema kama hatokuwa mwadilifu Abul Qasim, nani mwingine atakuwa mwadilifu? Kama hatokuwa mwadilifu Abul Qasim, nani atakuwa mwadilifu? Sallallahu alayhi wasallam, wallahi. Bilal bin Rabah radiyallahu anhu aeleza profile ya sallallahu alayhi wasallam, asema nilikuja siku moja kuingia kwa nyumba ya sallallahu wa alayhi wa sallam, kiongozi wa serikali. Ndugu zangu, amuona Bilali radiyallahu anhu Mtume analia atika sala ya tahajjud asema Bilal, nikana kwamba kuna basket, yani kuna ndoo ya maji imebubujizwa kwa machozi yanavyotiririka. Wasallam, huyu mtu ndiye yule mwandalizi wa jihadi. Huyu mtu ndiye yule aliambiwa antahkumuu biladli kwa hukumu na uadhilifu. Huyu ndiye slasa, mwana mwanasiasa, mwanajeshi tena statesman anafikiria kuwa atasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, maandamano haya yanayofanywa na vijana, punchline ni kwamba vijana wana nguvu, vijana wana nishati kubwa. Lakini vijana wakiacha kuelekezwa, wakaacha kupewa political awareness, ni rahisi vijana kutapeliwa na wanasiasa, kama tunavyoona sasa. Kila mwanasiasa huzungumza vijana, lakini vijana hawa maskini wanateteliwa na kuahidiwa ahadi chungu zima. Wallahi ndugu zangu, thumma wallahi, hakuna mfumo utakaookoa dunia hii, si kule Marekani, si hapa karibu, ila Uislamu. Msikubali kushawishika kwamba ati mageuzi ya katiba, mageuzi si ya mfumo ya kiuchaguzi yataleta nafuu katika hii system. Lakini mwisho kabisa ndugu zangu, Marekani hatokubali kwamba mfumo wake unaenda na maji. Hakubali. Ndio maana atafokea watu katika nchi za Tanzania, uchaguzi oh, wenu haukuwa wa, wa, wa, wa huru. Jamani, nani asiyejua kwamba Marekani ilikumbwa na maandamano deadly katika Capitol? Watu wakaandamana. Ina maana ndugu zangu, hii siasa yao wanatuambia na kutuuzia imefeli kwao na imefeli kwetu. Lengo na nusra wallahi, iko kwa Uislamu, lakini Uislamu ukasema nusra in tansurullaha yansurukum wakifabita kudamakum, hakika mkimnusuru Mwenyezi Mungu. Namalizia na aya hii, mkimnusuru Mwenyezi Mungu. Kumnusuru Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, ni nini maana yake? Si kama Mungu ni dhaifu, hahitaji nusura zenu. Msimnusuru Mungu, Mungu atawanusuru . Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuelewa kwamba sisi tusimame, kawamina bil qist, tutekeleze roli yetu kama nani? Wasimamizi tusimame kupinga dhulma mahala popote, wala tusihadaike kwamba ah, wajua kupinga dhulma utaingia katika fitna Tupige dhulma kwa hali yoyote, tukipinga dhulma kwa hali yoyote, tukipinga batil kwa hali yoyote, wallahi Mwenyezi Mungu, wallahi Mwenyezi Mungu atakunusuru. Iqra qawlahu sallallahu alayhi wasallam iz qala, aliposema sallallahu alayhi wasallam, hadith kapokea Abu Daud na at-Tirmidhi, wa qala hadithun hasan, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultani ja'ir. Hakika ya jihadi bora zaidi ni kalima ya haki kuzungumzwa. Ndugu zangu, tusiogope izungumzwe mbele ya mtawala jeuri kisha akikuua yule mtawala jeuri, wewe umepata shahada. Ndugu zangu, ndugu zangu, tusimame na Uislamu wetu, tulinganie Uislamu kwa kuonyesha ulimwengu kwamba Uislamu ndio ukombozi halisi, wala si ma, ya zakaoleto mabadiliko kihakika. Wamebadilisha viongozi, wamebadilisha katiba, lakini mambo ni yale yale. Vijana wanaendelea barabarani, na hili huenda likaelekea zaidi kukawa na vita baridi baina ya watawala na wanaotawaliwa. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunusuru katika hali kama hii na Mwenyezi Mungu awafungue mabagaro yetu waweze kuona nuru ya Uislamu na kuandama Uislamu na kuulingania Uislamu. Mm. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wauw a